Familia ya Waingereza wanne Javed Ali Syed, mke wake Mariam, pamoja na watoto wao wachanga Zayn na Amani, walikuwa miongoni mwa abiria wa ndege ya Air India waliopoteza maisha. Bi Syed, mwenye umri wa miaka 35, alifanya kazi kwa karibu muongo mzima kama balozi wa chapa katika duka la Harrods, wakati Bwana Syed alikuwa meneja wa hoteli katika Best Western Kensington Olympia Hotel. Familia hiyo ilikuwa inarejea nyumbani kutoka likizo nchini India. Baba wa watoto hao aliwahi kupewa tuzo ya Team Member of the Year mwaka 2017 akiwa mfanyakazi wa Comfort Inn London mjini Westminster. Familia hii changa ilikuwa ikirejea kutoka likizo nchini India, ikiwa na matumaini ya kuendelea na maisha yao ya kawaida na furaha baada ya kuwa na mapumziko. Mariam, aliyehudumu kama balozi wa chapa kwa takriban miaka kumi katika Harrods, alikuwa tegemeo muhimu katika familia yao.